Muhammad amempiga Juma. Muhammad ni mtendaji, Juma ndiye mtendewa aliyepigwa. Kwa hiyo huyu mtendaji huyo kwenye Kiarabu tunaita fa'il. Fa'ilun mtendaji, fa'ilun. Na huyu aliyepigwa alifanywa kitendo anaitwa maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Kwa hiyo kuna fa'il mtendaji na maf'ulun bihi aliyetendewa hicho kitendo. Sasa kanuni ya Kiarabu ni kuwa mtendaji anakuwa na dhamma. Na kuwa na dhamma na aliyetendewa kitendo anakuwa na fatha, hiyo ndio kanuni. Mtendaji anakuwa na dhamma, aliyetendewa anakuwa na fatha. Kwa mfano kitendo akala amekula, mfano wanasema Muhammad amekula mkate. Kwa hiyo kitendo ni amekula, kwa nasema akala. Mtendaji ni Muhammad atakuwa na dhamma, akala Muhammadun. Mkate ndio ile iliyokuwa na fatha, khubzan khubzan. Muhammad amekula mkate, akala Muhammadun khubzan.

kwa mwingine, ghasalat aminatu thauba. Ghasalat amefua ameosha, hapa ni kwa maana ya mfua amefua amina nguo, ghasalat aminatu thauba. Shariba alawladu alqahwata, wamekunywa watoto kahawa. Shariba alawladu alqahwata, wamekunywa watoto kahawa. Dharaba alawladu alhayyata, wamempiga mtoto nyoka.

Ana fatahtuha. Mimi nimefungua ile dirisha. Na hapa vile vile kuna fa'il na maf'ul bih isipokuwa ni dhamiri. Sasa ana fatahtuhu kitano ni fataha. Fataha fa'il hapa ni hii dhamiri tu. Fatahtu mimi ni fa'il. Fatahtu na maf'ul huyo ni dhamiri. Fatahtuhu ni huyo ni maf'ul bih. Sasa dhamiri hizi hazibadiliki ndio maana ziko hivi. Dhamiri hazibadiliki zimebakia hivi hivi. Kwa dhamiri inaweza kuwa ni mtendeo lakini si na fataha kwa ana fatahtuhu, ni fataha. Fa'il ni dhamiri tu, na maf'ul bih ni hu. Vile vile ana fatahtuha. Fatahtuha neno ni fataha. Fa'il ni dhamiri tu mimi, na maf'ul bih ni dhamiri ha, fatahtuha

na mafaulu mbili al ni adhana. Vilevile anasu ni kwa ni mubtada kuja mwanzo wa sentensi. Vilevile utaka kusema katalati talibatu alhayata afaa talibau aafaa talibatu kija mwanzo ni kwa atalibatu, katalna alhayata utaweka nunu niswa Talibatu qatalna alhayyat, wanafunzi wameua nyoka. aa aa, wanafunzi hapa itakuwa ni mubtada, sio fa'il tena. Talibatu ni mubtada. Fa'il inakuwa ni nunu niswa, ambayo inakuja imeunganika na kitendo qatalna, ile na ndio fa'il hapa, na alhayyat ni maf'ul bihi. Kwa hiyo huenda jambo hili kawachanganya baadhi ya watu, lakini kwa muda na kufanya kazi, inshallah kanuni hizi zitakaa kichwani na mtu ataweza kuzifahamu vizuri inshallah. Allah ta'ala a'lam.